Habari za kutoa penzi watazamaji wetu wa Zanzibar University Online TV, na sasa tupo tayari kukujuza kinachoendelea ZU hapa ndani na nje kwa ujumla. Mimi msomaji wako Fatma D, na sasa tuanze huko Dodoma nchini Tanzania. Timu mbili za mpira wa miguu na ile riadha kutoka chuo kikuu cha Zanzibar yaani ZU zimewasili Dodoma kushiriki mashindano ya shirikisho ya vyuo vikuu vya Tanzania yaani TUSA. Jamal Idi ni kiongozi wa serikali ya wanafunzi wa ZU yaani ZANUSO, nami nilipata nafasi ya kuongea naye na hivi ndivyo ilivyokuwa. Jamal, nini hasa lengo na madhumuni yenu kuenda Dodoma kipindi hiki? Mbili, Zanzibar University, timu ya wanafunzi wa riadha pamoja na mpira wa miguu, tupo Dodoma kwa ajili ya kushiriki mashindano ya TUSA, mashindano ambayo yanajumuisha vyuo mbalimbali vya Tanzania. Kwa hiyo na sisi kama Zanzibar University tumepata bahati ya kushiriki katika mashindano haya. Unaizungumziaje safari yenu kutoka Zanzibar hadi Dodoma kwa ujumla? Safari yetu ilianza siku ya Jumanne, tuliondoka main campus Zanzibar University na of course, alhamdulillah tunamshukuru unamshukuru Mwenyezi Mungu, chuo kiliweza kutusaidia kuanzia safari yetu kutoka Zanzibar hadi kufika Dodoma na tuliondoka Zanzibar alfajiri ile, lakini pia tumefanikiwa kufika Dar, lakini tukachukua basi safiriwa moja kwa moja mpaka Dodoma. Na alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia tunakipongeza sana chuo chetu kwa jitihada kubwa ambayo imeifanya kuhakikisha wanafunzi wote wa mashindano haya pamoja na viongozi tunafika Dodoma salama. Kwa hiyo tunasema alhamdulillah tumefika vizuri na tumesha karibia Dodoma. Katika mchezo wenu katika mchezo wenu wa kwanza, matokeo na hali ikoje kwa ujumla? Leo kwa bahati nzuri, ilikuwa ni siku ya mwanzo ya ufunguzi wa mechi, ingawa sisi tulianza awali mechi yetu ilikuwa ni asubuhi, lakini tulianza na mechi mpira wa miguu, ambapo tulicheza Zanzibar University dhidi ya uh, UDSM na matokeo alhamdulillah ni mazuri, sio mabaya tumefanikiwa kutoka sare ambapo sisi sote tumeweza kubeba alama moja moja. Kwa hiyo mpaka sasa hizi kwenye msimamo wa kundi letu, basi tunaweza tukasema tupo tupo kwenye nafasi nzuri, kwa sababu wa kwanza ni Udom, ni ni, lakini wa pili ni Zanzibar University pamoja na yudizi, ambapo sisi tuna pointi moja moja. Kwa hiyo kwa upande wa siku ya leo tuliweza kushiriki kwenye uh, mechi ya mpira wa miguu mkiwa kama timu bora ya mpira wa miguu ya vyuo vikuu vya Tanzania kwa muda mrefu sasa, matumaini ya ushindi yako? Matumaini ni makubwa na ni mazuri, kwa sababu timu yetu bado ipo kwenye ubora, ingawa huku tulikuwa kwenye harakati za safari, lakini pia ni changamoto ya kimazingira tunaweza tukasema, lakini of course, mpaka sasa maandalizi yamekuwa ni mazuri na viongozi wetu wanajitahidi kutoa maelekezo mazuri kwa wachezaji wetu kwa hiyo tunategemea mchezo wetu ambao unafata itafanya bora zaidi ya mchezo huu wa kwanza. Shukran sana Jamal Idd kwa kuwa nami katika kipindi hiki, tunazitakia kila laheri timu zote mbili za ZU na wewe kwa pamoja. Asante, nashukuru sana, mwehimu mwandishi. Asante sana, nashukuru.